Watanzania Mama Samia Suluhu Hassan, kama mchungaji jambo ziko kwa taifa lako, lakini ningependa kukushauri na kwa heshima kuu kwamba mwelekeo au namna unavyoongoza taifa itakuwa bora iwapo utabadilisha njia hiyo kwa haraka kwa kuliokoa taifa la Tanzania iwapo unalipenda. Ni mara yako ya kwanza kutetea kiti cha urais, lakini ushindi haupatikani kwa kuwafunga wapinzani wako, na mahali ambapo unaelekea Mama Samia, kwa kufunga kanisa. Inaelewa wewe ni Mwislamu, na labda haukufundishwa hata kidogo kwamba kanisa ni kitu gani? ni kube mtasari tu kanisa kama ndugu zangu wachungaji wa Tanzania hawajakwambia, ni waya mbaya sana, na inaweza ikakuangamiza wewe na familia yako milele na msionekane kwa dunia. Kwa hiyo mama Samia, naku- nakuomba tu kwa heshima, kama mchungaji wa Kenya, kile kitendo ulichokifanya ubadili nia yako na mawazo kwa haraka na kuomba kanisa msamaha mapema. Simaanishi kwamba hautachaguliwa hata. Ndugu zangu wa Tanzania muliombee taifa lenu, muombee kiongozi wenu wa sasa. Lakini kwa kumalizia, ushauri wangu wa kinabii ni kwamba you cannot stop an idea Askari hautazuia wazo ambalo wakati wake umetimia. Kwa hiyo, mama, wacha kupigana, haita kufaidi chochote. Wapinzani si wauaji, wapinzani ni watu wako pale kwa muda kukusaidia, jicho lako lione mwelekeo ambao aungeweza kuona uweze kuona mtazamo ambao aungeweza kuona. Lakini kwa swala la kanisa, jiepushe na uogope sana, jiepushe na uogope sana. Huyu Mungu wetu wa kuongea kwa ndimi, huyo ambaye mnamwita masandara masandara, kwa sasa anachofanya aoni na amenyamaza lakini huyu Mungu wetu ni hatari, Mungu ambaye anatuonyesha yanayokuja kutokea na yanatokea vivyo hivyo. Miaka mitatu iliyopita huyu Mungu aliniambia, naongea na Watanzania wataangalia kwa YouTube yangu. Miaka miwili ama mitatu iliyopita, Mungu aliniambia, alinipa maono akaniambia, angalia ikulu ya Tanzania. Ndani yake nikaona hekalu nikamuuliza Mungu, na niliweka kwenye mtandao miaka mitatu miwili ama mitatu hapo iliyopita, nikauliza Mungu, kwa nini umenionyesha kwamba ikulu ya Tanzania inaro hekalu, ili hali unajua kiongozi wake ni Muislamu? Ungenionyesha ikulu ikiwa na msikiti. Akaniambia, kuna wakati unakuja taifa la Tanzania litakuwa na kiongozi ambaye atakuwa ni mtu ana ufahamu wa kuhubiri na ana Roho Mtakatifu ndani yake na ana mwelekeo wa kiungu. Lakini huyo atakayekuja kwa Watanzania, iwe ni kesho au ni kesho kutwa, huyo atakayekuja kwa taifa la Tanzania ndiye atakayelipeleka taifa la Tanzania to the next level.